Pasi ndefu kwenda kwa Paul Peter Kasunda. Haya, Paul Peter anajaribu. Paul Peter, lakini bado yuko nayo. Paul Peter anajibu kuweka cross kwenye nafasi. Edward Songo! Edward Songo ameingia na bao lake! <coughs> Bwana Edward Songo, nyota ambaye alikuwa bench na dakika chache tu zilizopita, ameingia kwenda kuweka mkuki wa sumu kwa Simba. Kona, piga kona. Morris ameanza kona fupi. Eli Mpanzu bado yuko na mpira. Eli aingiza cross tena kwa nafasi, anakwenda kuweka header, Wilson Nangu! haijalishi kama ametoka hapa, anawauliza mmenisikia? Kazi nzuri Eli Mpanzu aliweka cross weka Wilson Nangu diving header kuwapa Simba bao la kusawazisha. <laughs> Ameifanya kazi nzuri, kibisawala jaribu kulazimisha pina mao na kwenda tena Kana. Kwa timu zote mbili uhitaji wa pointi tatu ni mkubwa. Ayapiga pasi kumtafuta Sowah Jonathan, Simba mweusi, Jonathan Sowah, Simba mbili anacu amedua amadali, Simba mbili anacu amedua Ahmadali wakati ambao